Jana ilitoka list ya Forbes ambayo iliwataja Watanzania watatu ambao kwa mwaka 2017 inabidi uangalie sana kwamba huenda wakawa matajiri wakubwa hapo baadaye. Na kwenye list hiyo ya wa Watanzania watatu yuko pia mtoto mzuri Jokate Mwegelo, malikia wetu wa nguvu. Hasa baada ya list hiyo kutoka, je, yeah, Jokate aliwahi kuhisi au kudhani kama kuna siku tokapo kwenye list ya Forbes. Jokate Mwegelo anabonga na 255 kwa betia double XL. Pengine nilitegemea ningeweza siku moja kutokea kwenye hiyo list, kwa sababu ukiangalia kati ya vijana ambao wameweza Ku-inspire na kumotivate vijana wenzao kuweza kutafuta njia mbalimbali mbali za kujiingiza kipato, kuwa wabunifu na fursa ambazo zipo, na jinsi gani ya kuzikamatia na kujiongezea thamani, lakini ukiachana na hilo pia jinsi gani ya kuweza kujiajiri mwenyewe, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuajiriwa, pengine wale wanaweza kumaliza chuo, hao hata wale ambao hawajafika chuo, lakini kuona tu fursa ambazo zipo na jinsi gani ambazo wanaweza kuzikamatia. Nadhani tume, tumeweza kwa kiasi kubwa kupitia brand ya Kidoti na kampeni zetu mbalimbali kuweza kutoa mwangaza huo na kushawishi vijana wengi tu waweze kuangalia maisha yao kiutofauti, na kuweza kujibunia miradi mbalimbali ya mbali kukidhi mahitaji yao ya kila siku na kuongezea taifa letu.